Naitwa Shabani Idi Ganja. Awali ya yote napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi aliyoupata katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 kwa ushindi wa asilimia 99 hususani katika mkoa wa Shinyanga tulimpa kula za ushindi mkubwa, kula za kishindo. Tuliongoza katika kula zake katika mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkoa wa Shinyanga tuliongoza. Hongera sana Mheshimiwa Rais, tujipongeze wananchi wa Shinyanga kwa kupa ushindi mnono katika mkoa wetu. E, Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele katika kuliunganisha taifa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Rais, Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha haki inatendeka ana deni kubwa la kuwalipa Watanzania, ana deni kubwa la kuwatumikia Watanzania. Lakini cha kusikitisha na kuhuzunisha, wasaidizi wake wamekuwa wakimwangusha. Napenda nitoe malalamiko yangu, mimi kama mpiga kula, mimi kama mwananchi maskini, kama mwananchi mnyonge katika taifa hili Nimesafiri kwa shida, nimesafiri usiku kwa usiku, nimevuka milima na mabonde kuelekea katika ardhi ambayo naweza nikampata kirahisi Mheshimiwa Rais. Mimi nimetoka katika mkoa wa Shinyanga, katika manispaa ya Shinyanga mjini. Naomba ujumbe wangu na taarifa yangu na masikitiko yangu yamfikie Mheshimiwa Rais. Mimi mnayeniona mbele yenu naitwa Shabani Idi Ganja, ni msimamizi wa mirathi ya Tereza Mbuke Masonga. Lakini tarehe kumi na moja hiyo, saa tano usiku Mheshimiwa DC wakili msomi Julius Mtatiro alinipigia simu nyaraka yoyote katika kikao hicho. Nilimweleza kwamba mkuu wa wilaya baada ya kunitaka kufika katika kikao hiki hakunielekeza nije na nyaraka ya aina gani, isipokuwa alinialika nifike ofisini kwake kwa hiyo hatukuzungumzia kuhusu nyaraka, lakini nilitoa hints za mgogoro ule kwa kifupi, bila kuonyesha nyaraka ya aina yoyote. Tukakubaliana kwamba kikao hiki tunakiahirisha pindi Mheshimiwa DC Julius Mtatiro atakapokuwa ana nafasi katika ofisi yake, basi nitajulishwa ili niweze kurejea tena na watanieleza niende na nyaraka gani. Ikabidi mheshimiwa DC aitishe kikao kingine mnamo tarehe 16 mwezi wa pili juma, siku ya Jumatatu katika ofisi yake. Nilivyofika, taarifa aliyoitoa katika umma kupitia mitandao ya kijamii alisema, ameitisha pande zote mbili zenye mgogoro wa umiliki wa nyumba hiyo, ploti namba 72 block K lakini nilivyofika nilikutana na mwenyekiti wa mtaa, nilikwenda na wapangaji wanne niliowapangisha mimi mwenyewe kwa kuwapa mikataba kama msimamizi wa, wa mirathi ya Tereza Mbuke Masonga. Upande wa, upande wa pili wa mgogoro ambaye ni Maxi Esondo, Blandina Gogadi na Johni Butondo anayeishi Denmark, waliwakilishwa na wakili Chengula, lakini waliwakilishwa na Bakari Muhamedi Nde pamoja na mke wake Doto Selemani Shausi. Tuliendelea na kikao kwa mvutano na mheshimiwa DC Mtatiro. Nilimuonyesha nyaraka zangu za usimamizi wa mirathi ya Teresa, ambayo mirathi iliyofunguliwa na marehemu John Ruhende Shoka kama msimamizi wa mirathi na mirathi hiyo haijafungwa mpaka hivi sasa tunavyozungumza, na mahakama iliniteua mimi kama msimamizi wa kuendeleza mirathi hiyo ambayo ilikuwa haijakamilika. Lakini mheshimiwa DC alisema mali hile sio ya kwangu kwa sababu hati hainitambui mimi kama mwenye mali kwao. Nilimkabidhi nyaraka zangu na bado aliendelea kuzikataa kwamba hati hizi huu ni usimamizi wa Tereza, lakini mali ya Tereza sasa hivi haipo, haisomeki katika nyaraka za arizi. Nikamweleza mheshimiwa DC, huu ni mchakato wa mirathi na wewe ni wakili msomi, unaelewa michakato ya mirathi. Kwa baada ya kikao hicho kuvunjika, mheshimiwa DC alitoa amri ya mimi kuwekwa loka pasina kuelezwa kosa langu. Tarehe kumi na saba majira ya saa mbili, occid aliniachia baada ya kuchukua maelezo yangu mafupi, akanielekeza kwamba naweza nikaenda, wakinihitaji basi wanaweza wakaniita kama kuna la ziada. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niko mbele yako hapa, nimesafiri usiku kucha. Nina masikitiko makubwa sana, watu uliowaweka kwa ajili ya kukusaidia, kwa taarifa nilizopewa, kwa sababu ya hofu ya maisha yangu, ya hofu ya kile nachotishwa na, na mheshimiwa mkuu wa wilaya ameniweka lockup masaa 24 bila sababu. Polisi wamekuja kuniachia baada ya kuona kwamba sina kosa lolote nimesafiri nimekuja kuomba msaada wako, naomba unisaidie haki yetu iweze kupatikana, kwa sababu mkuu wa wilaya amekusudia kukabidhi nyumba ile kwa wasimamizi wa mirathi ya John Luhende Shoka ambao ni Maxie Sondo, Blandina Gogadi na John Butondo anayeishi nchini Denmark lakini mimi ni msimamizi wa mirathi halali ya Tereza, mirathi iliyofunguliwa mwaka elfu mbili na nane na hawa wasimamizi wa John walienda kufungua mirathi ya msimamizi wa mirathi na mirathi mama haijafungwa. Kwa hiyo niko mbele yako hapa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba unisaidie uweze kuondoa hizi kero. Halimashauri yetu imeshakuwa na kero nyingi. Mheshimiwa DC amekuwa kiongozi wa kufanya kazi kwenye mitandao ya kijamii, lakini kuna mafaili mengi yamejaa katika ofisi yake, yana kero nyingi, ameshindwa kuzitatua. Kwa hiyo nimeukimbia mji wangu kwa sababu ya hofu. Mheshimiwa DC amekuwa ni mtu wa kutoa maelekezo, kwa hiyo nimeondoka Shinyanga, niko hapa mbele yako katika mji huu wa Dodoma, anahitaji kuonana na wewe Mheshimiwa Rais, kama utaelekeza vinginevyo baada ya kusikia kilio changu. Naomba msaada wako, haki yetu iweze kupatikana. Sipingani na maamuzi ya mahakama, na nilimwomba Mheshimiwa DC aache taratibu za kimahakama ziendelee na sio yeye kutoa maelekezo ya kukabidhi nyumba ya mtu. Haya mamlaka Mheshimiwa DC ameyatoa wapi, ya kuchukua msimamizi mwingine wa mirathi na kwenda kumkabidhi mali ya mtu mwingine. Mheshimiwa DC tarehe 18 kwenye nyumba ploti namba 72, ameelekeza kumpeleka katibu msaidizi wa, wa katibu wa ofisi ya, ya, ya, ya mkuu wa wilaya ndugu Omari amechukua askari polisi amechukua askari wa migration akapeleka eneo la tukio. Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu DC uliyempa kazi ya kukusaidia katika manispaa ya Shinyanga amekuwa ni kiini cha mgogoro. Sijawahi kuona mimi pamoja na uelewa wangu mdogo wa, wa, wa, wa elimu yangu ya kisheria lakini sijawahi kuona ma, maamuzi ya mahakama yakakiukwa na mamlaka nyingine Leo Mheshimiwa DC anavunja maamuzi ya mahakama yaliyoteua msimamizi wa mirathi akafuatilie mali za marehemu. Yeye anakwenda kukabidhi mali hizi kwa ndugu Maxie Sondo kwa sababu anasimamia mali ya John na mpangaji aliyeleta mgogoro ndani ya miezi thelathini na mbili, tukamwondoa kwa msaada ya wizara ya mambo ya ndani. Leo Mheshimiwa DC siku ya tarehe kumi na nane ameenda naye eneo la tukio na kutaka kumwondoa mpangaji aliyeingia mpya, amrudishe mpangaji aliyeendesha mgogoro ndani ya miezi thelathini na mbili. Mheshimiwa Rais, niko mbele yako, naomba msaada wako. Mimi ni masikini, familia yangu ni maskini, hatuna elimu. Namna ilivyotumika mimi kufika Dodoma, Mungu ndo anayejua. Naomba usikie kilio changu, Naomba umtasimini huyu mkuu wa wilaya uliyemleta akusaidie pale Shinyanga. Je, anaenea kama mahakama ina, inateua msimamizi wa mirathi kwa mujibu wa sheria na katiba tulizojiwekea, yeye anasema anaamua yeye kama DC halafu mahakama baadaye. Naomba umtasimini, umchunguze, utume tume yako Mheshimiwa Rais, tunakuamini tunakupenda, na tulikupa kula nyingi nyingi nyingi katika mkoa wetu, lakini leo tumekuwa mtu watu wa kulia katika manispaa hii. Uliyemweka kusaidia amekuwa mtu wa kuweka watu lokap, ukibishana naye unawekwa lokap. Kwa hiyo mimi leo nimeukimbia mji wangu, nimekimbia familia yangu, mke wangu hayuko pale nyumbani mpaka sasa hivi hakai kwenye mji wake kwa sababu mheshimiwa DC ameenda na askari wa uhamiaji anataka mkamate mke wangu amweke wa loka. Yaani mimi nimetolewa asubuhi na jeshi la polisi, baada ya kubaini sina kosa wakaniachia saa mbili asubuhi, lakini huyo huyo DC akaelekeza askari wa migration waende pale nyumbani wakakamate mke wangu. Sasa leo familia imekuwa ya kuishi tunatangatanga kama vile digidigi wako katika kundi la, sura, la, la, la, la simba. Mheshimiwa, kwao naomba usikie kilio changu. Naomba kuonana na wewe ni kuonyeshe nyaraka zangu ambazo niliteuliwa na mahakama. Kama mkuu wa wilaya ana maamuzi tofauti na maamuzi ya mahakama, basi tunaomba mwongozo wako, Mheshimiwa Rais.